Uh, kwa majina naitwa Jafari Jumanne Masanja ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa wa Zingiziwa. Uh, Zingiziwa imebahatika kuwa na vivutio ambavyo yawezekana na watu wengine hawavisikii au hawajawahi kuviona. Uh, Zingiziwa tuna chanzo cha maji ambacho chenye jina Zingiziwa, ndo asili ya jina Zingiziwa au mtaa wa Zingiziwa kutokana na kile chanzo cha maji, lakini chanzo kile cha maji kuna kuna msitu asili ambao utaona miti ambayo mingine inawezekana usikaiona Tabora, lakini Zingiziwa kaikuta. Kuna miti aitwa mikongo kwa mkongo, inawezekana mtu aje kuona. Ukija kwenye zuu ya Zingiziwa utauona. Uh, tuna uoto wa asili kama vilivyosema, lakini tunatunza yale mazingira kupitia taasisi mbalimbali. Ipo taasisi inaitwa Jeni Gudo. Uh, imeingia ubia na serikali, inasaidia pia ku, kuboresha pale miundombinu ya mazingira na mazingira yakoje Zingiziwa? Uh, yawezekana mtu ajui Zingiziwa. Zingiziwa tuna tuna eneo kubwa sana ambalo uh, lenye ekari karibu mia mbili mia mbili au uh, mia tatu hivi ambalo limetengwa kwa ajili uh, ya ya mazingira ambayo ni zoo, nadhani programu ya serikali kwa matarajio na wanavyodai na sisi tunaendelea kuwasapoti kuwa kuwa na utalii sasa. Ijue Zingiziwa, ukishajua Zingiziwa maana yake tutakuwa uh, na utalii wa ndani muda na ndani ndani si mrefu kwamba tutakuwa na utalii wa ndani inawezekana, kupitia kanda namba saba ni sehemu pekee Zingiziwa ambayo uh, itakuwa na utalii wa pekee. Utaona chanzo cha maji, lakini utaona misitu ya asili, utaona uoto wa asili, na sisi tunaendelea kuhakikisha tunautunza uoto wa asili kwa sababu tunapata hewa safi, lakini ni sehemu ya kujifunza. Wapo wanafunzi mbalimbali kwenye vyuo mbalimbali wanakuja kujifunza, lakini wapo wasanii mbali mbalimbali wanakuja pia, eh, uh, kujifunza, lakini pia kutengeneza utalii, lakini pia wanasapoti kupanda miti kuhakikisha kwamba ile zoo inaendelea kulindwa na sisi kama serikali ya mtaa tumeahidi tunaende kuilinda kwa asilimia mia moja. Lakini pia kwenye hiyo zoo ambayo tunasema zoo, kama ulizoea kuona uh, asali inatoka Tabora, basi ukija Zingizi utaiona asali uh, ya Zingizi, kwa sababu tuna, tuna mizinga ya asali ambayo iko kwenye ile zoo uh, ukija ukihitaji asali utapata asali. Utaipataje? manake ukishaingia pale kuna walinzi lakini kuna programu ambayo imeandaliwa uh, na watu wa TFS ambayo Wizara ya Misitu uh, wapo ambao wanailinda, sisi tunaendelea kuwapa support. Tuko bado kwenye programu uh, mipango iliyopo, maana yake kuhakikisha tutaleta tutaleta wanyama uh, wapole, tutaweka uzio, lakini tayari kwa hatua ya kwanza tumeendelea kulilinda lile eneo na kuwa na walinzi ambao muda wote masaa 24 kuna kuwa na ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo mtu yoyote akiingia pale kutaka kuharibu ule msitu, manake atakutana na mkono wa sheria ambao upo unalinda ule msitu. Hapa kama Tabora hapa Mkongo utauona, neno moja kwa mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hasani ni kuona tunaweka utalii wa ndani kwa kuweza kupata Uh, vipato vya, vya, vya, vya ndani, lakini pia kujifunza. Watu wamezoea kwenda Pangani, wamezoea kwenda si, si wapi, uh, Serengeti, lakini kumbe ndani ya Dar es Salaam zoo, Zingiziwa zoo unaweza ukaiboresha kuliko mtu kusafiri kwenda umbali mrefu, kumbe akapata mahitaji yake hapa, anaweza kafika ka, ka, ka, ka, ka, kafanya kama picnic. Manake wanakuja wanajifunza, lakini pia wanakuja wanafurahi kuona vitu ambavyo utajua uvisafirie kwa gharama kubwa, kumbe ukavipata Zingiziwa, kwa nikuipa kipaumbele, kwa nikuomba naenda kumwomba Mheshimiwa Rais atushike mkono zuu yetu yazingiziwa, lakini pamoja na kuboreshwa kuweka vivutio ambavyo havitamfanya mwana Dar es Salaam kuelekea Serengeti, aishie Zingiziwa. Ndio ombi langu kwa mheshimiwa rais.